Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala, wa ala rasulihi lkarim muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wasallam. wa waheshimiwa watukufu wa Islam, mara nyingine tunakuja mbele yenu ili tuweze kufaidishana nifaidike na ninyi na ninyi mfaidike na mimi kuhusu moja au mbili ambayo Mwenyezi Mungu ataniruzuku kwa siku ya leo. Na maudhui yetu leo tutazungumzia kuhusu alhasad, ambayo tofasiri kwa Kiswahili kuwa ni husda. Husda, alhasad, malhasad, husda ni nini? Alhasad huwa min alamradi alqalbiya husda ni mmoja miongoni mwa magonjwa ya kiroho alati taswibu baadhi nnas, ambayo inawagusa inawaathiri baadhi ya watu bisababi lghira, kwa sababu ya kuwa kwao na chuki wa adami ridha biqadari llah, na kutokukubali kutokuridhia qadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Yani Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu, mwanadamu ana kiwiliwili ana nafsi yake na roho yake na vile vile, kiwiliwili kinaugua, nafsi na roho pia vinaugua. Sasa katika maradhi ya roho kuna hii hasad husda, na ni maradhi mabaya. Mtu anaugua maradhi haya ya kiroho husda kwa sababu gani? Kwa sababu ya yeye kuwa na wivu na kwa sababu ya yeye kutokukubali qadari ya Allah subhanahu wataala.

Envie plus jalousie. Wewe kuchukia neema ambayo Mwenyezi Mungu anamneemesha mwingine, hiyo ndo husda. Fulani amepata, kwa nini amepata? Kwa nini siwe mimi? Kwa nini siwe mwanangu? Kwa nini isiwe fulani? Hiyo ndo husda, sawa? Kule wewe kuchukia ile bora ile kheri inayompata ndugu yako jirani yako rafiki yako hata adui wako, kule wewe kuchukua ile kheri inayompata hiyo ndo husda. Kwa maana nyingine, na wewe kule kupenda ile shari inayomkuta pia ni husda, kwa sababu waaminifu lazima tupendeane kheri. Sio, umesikia fulani amefaulu hiki, wewe uchukie mpaka uumie. Wengine wanakwenda mpaka mahospitalini, krampe za stoma. Isa husda. Binti ya fulani amepata mchumba. Kwa nini binti yake sio binti yangu? Uumie mpaka unaingia hospitalini. Husda. Fulani wamemwingilia usiku, wamempora mali yote, wamempiga risasi kwenye mguu, wao wanasema hata angekufa. Husda walhasid, na mwenye husda sasa huwa ladhi yuhibu zawali nemati ala lmahsud, ni yule ambaye anapenda neema ya yule ambaye yeye anamhusudu ipotee kabisa, iharibike fayasaa fi zawaliha bima yaqdir aalaihi min alasbabi, na atatumia mbinu zote njia zote strategia zote nguvu zake zote muda wake wote akili yake yote, ili aweze kupata sababu mojawapo ya kuharibu, kuipoteza neema hile ambayo mwingine alikuwa nayo. na maradhi haya yameisha tukumba sana katika mji wetu, au katika ulimwengu wetu huu wa kisasa. Maana yake, katika binadamu apewe kazi, mtu watu wake wa karibu, watu wake wa mbali, jirani, ndugu, kuliko washangilie, kuliko wafurahie, wanachukia. Atapewa sumu, ataenda kusemwa hovyo pale kazini, ili afukuzwe kazi atafanyiwa vitimbi vyote ile neema imwondoke, subhanallah. Na jambo hili, kwa sababu ni baya sana, Allah Subhanahu wataala alipendelea umati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tuwe sisi ni wenye kujikinga na husda, kutokana na kut kujikinga na husda kwake yeye Allah Subhanahu wataala mpaka katika sura zile za mwisho za Qurani

kwa Mwenyezi Mungu, mola wa faraki zote min shari ma khalaka, kutokana na shari ya viumbe vyake vyote. Aya ya mwisho, Allah anamwambia mtumi, wa min shari hasidin idha hasad, na kutokana na shari ya yule mwenye husda pale anapofanya husda. Hayo haya ni mafunzo ya Mwenyezi Mungu kwa mtumi kama mwalimu wetu, ili mtumi na sisi atuchukue kwake mafunzo. Mwislamu watakiwa kuwa unasoma aya hii, kuwa unasoma sura hii, ili Mwenyezi Mungu akukinge na husda, kwa sababu husda ni jambo libaya sana. Ni jambo libaya kwa yule mwenye kuhusudu, ni jambo libaya kwa huyu mwenye kuhusudiwa. Husda mbaya sana. waqala lqurtubi na alimamu lkurtubi al anasema, walhasadu madhmumun, na husda ni jambo mbaya. Wa sahibuhu maghmumun, na yule mwenye kufanya husda yule ni mtu mwovu, ni mtu, si mtu mwema. Wa huwa yakulu lhasanat kama takulu annar lhatab, na husda inakulaga mema yako wewe mwenye kufanya husda mbele ya Allah. Na hii ni kauli ya wana Mtume Muhammadin sallallahu wasallama, husda huwa inakula thawabu zako kama vile moto unakulaga kuni mpaka kuimaliza. Ubaya wa husda huwa Mtume anasema, wewe unapofanyia ndugu yako husda, wewe unapokuwa na chuki ya neema ya ndugu yako, wewe unapokuwa na raha ya, mazu, ya mabaya ya ndugu yako Fahamu kwamba ki, kila ukifanya husda wewe, mwenyezi Mungu anachukua katika thawabu zako, anachukua katika mema yako, anapunguza. Ndiyo Mtumi anasema, husda hulaga thawabu zako kama vile moto huaga unakula kuni mpaka kuigeuza nini majifu. Na ndio maana sahaba mkubwa Abdullah bin Masudi radiallahu taala anhuma alikuwa anasema la tuadu nima llah la tuadu nima llah, msiwe na uadui na neema ya Mungu. Mungu akamneemesha ndugu yako wa we, usimfanyie uadui kwa neema hiyo, hapana. Fulani amenunua gari, furahi, atakupa lifti siku fulani. Fulani amepata pesa, furahi, labda atamwangazia mtoto wako. Fulani amefanya hivi, we furahi, usifanye uadui na neema ya Allah. Wakamuuliza Abdullah bn Masud, waman yuadi nema llah, na nani ndo mwenye anafanyaka uadui ni nani mwenye kupiganisha nema ya mwenyezi Mungu? Qal, akasema aladhina yahsuduna nnas, ni wale ambao wanakuwa na husda kwa watu, ala ma atahum llah min fadlihi, kupitia yale ambayo Mungu amewapa kama fadhila. Mtu ambaye yeye anahisabika ni mwenye kupigana vita na nema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezimungu, Ibnu Masaud anasema ni yule ambaye pale anapoona ndugu yake anapata jambo la kheri, yeye anasirika. Pale anapoona ndugu yake anapata jambo la shari, yeye anafurahi. Huyo ni adui, anapigana vita na nema ya Mwenyezi Mungu. Ndio Allah subhanahu wataala amesema katika Qurani, Am yahsuduna nnas, ama je mnafanya husuda kwa watu, je mnahusda na watu? Ala ma atahum llahu min fadlihi, kupitia yale ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia kama fadhila. Allah ndo anataka kumpa huyu kukunyima wewe, na anajua siku gani atakupa wewe, na anajua kwa nini amempa huyu kakunyima wewe, na anajua kwa nini umechelewa wewe kupata au nini. Huyu hana wewe unacho. We umeona tu huyo mtoto wake amepata diploma, wako hakupata. Lakini huyo wako ambaye hakupata yeye ameolewa, huyo amechelewa kuolewa. Sasa wewe kule kuweka husda mbele, husda, husda, Mwenyezi Mungu anakuwa anachukua katika thawabu zako, anazikupunguzia. Ndiyo siku ya motoni, siku ya kiyama, wataenda watu motoni, na wanajua wamefanya jitihada kubwa sana lakini bahati mbaya, zile jitihada zao moto ulikuwa unakula zile thawabu zao kwa sababu ya husda zao kila wakifanya husda thawabu zinaliwa huku, kila wakifanya husda thawabu zinaliwa huku, anafika mbele ya malipo hana lolote. Kiswa nini? husda aliyoishi nayo duniani. Jameni, husda ni mbaya sana. wala hasad, na hii husda awala dhambi usiya bihi Llahu fi samaa, ndiyo dhambi ya kwanza ambayo Allah subhanahu wataala ameasiwa kwayo tangu katika samaa Wa awwala dhambi usiya bihi fi lard, na hii husda ndiyo dhambi ya kwanza ambayo ametendewa Mwenyezi Mungu hapa ardhini. Fa amma fi sama, ama ikiwa katika samai, ama mbinguni, fa hasad Ibilisi li Adam, ni hiyo hasad ambayo Ibilisi alayhi lana alikuwa kwa, nayo kwa baba yetu Adam alaihi salam. Manake yeye amechukia pale tu aliposikia Mwenyezi Mungu anasema baada ya kuumba mbingu na ardhi akasema nataka kupatia hii ardhi jera, inni jailu fil ardhi khalifa. Hapo husda Ibilisi kaanza da, kwa nini huyu ameumbwa kwa udongo? Mi naona, kwa nini huyu, dhambi ya kwanza, manake huku kuaba na kustakbara vinakuja nyuma Sababu ya ya, ya Iblisi alaihi lana kukataa kumsujudia na, na, Nabi Adamu alaihi salamu na kukataa na kujifanya mwenye kibri, sababu ilikuwa ni husda aliyoweka kwa babu yetu Nabi Adam alaihi salamu ile husda ambayo Iblis amemwekea nabii Adam alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam ndiyo imempeleka mpaka kufanya madhambi yote hayo, kukataa kumsujudia, kufanya kibri na mpaka kulaaniwa na kufukuzwa katika wilaya ya malaika na leo ni maluuni. Oneni ubaya wa husda. Wa ama fil ard, ama hapa chini hapa ardini fahasadu Kabil lihabil ni, ni ile husda ya mtoto mkubwa wa Nabii Adam kwa mtoto kwa ndugu yake Kabil, ambaye tunamwita hapa kwetu Kaini, amekuwa na husda kwa ndugu yake Habil pale ambako wamepewa mtihani wa kumtolea Allah sadaka na ikaonekana sadaka iliyomfurahisha Mwenyezi Mungu ni sadaka ya ndugu yake, akaweka husda akaweka chuki akachukia kwamba Mwenyezi Mungu amekubali sadaka ya ndugu yake, kwa hiyo ndugu yake ndo atamwoa pacha lake. Hii ni maudhui pana, tutaizungumza siku nyingine inshallah. Basi akamuwekea husda, ikawa wanadamu hapa ardhini, dhambi ya kwanza waliyofanya ni husda. Kulee Nabi Adam alaihi salam kumwasi Mwenyezi Mungu haikuwa dhambi ya kwanza, kabla ya hapo Iblis tayari alikuwa yeye ameishafanya husda Kiburi cha Ibilisi kukataa kumsujudia Adam haikuwa dhambi ya kwanza, lakini Ibilisi tayari yeye alikuwa ameshafanya husda. Kwa hiyo husda jambo mbaya sana. Warawa lbukhariyu wa Muslim, na maimamu Bukhari na Muslim rahimahumullah taala, wamepokea hadithi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam qala la tabaghadu. Hadithi Maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, kutoka kwa Anas bnu Malik radhiallahu anhu, anawaambia masahaba Mtume, la tabaghadu, msichukiane. Wala tahasadu, wala msihusudiane, msiwekeane husda ninyi kwa nyinyi. Aa, wala tadabaru, wala msigeukane wala msiachane, huyu anaenda huku huyu anaenda huku, wakunu ibadallah ikhwana, na iweni, ninyi ni waja wa mwenyezi Mungu ambao ni ndugu, msichukiane, msihusudiane, msiachane ama kutengana, na iweni ninyi nyote ni ndugu. Katika hadithi nyingine iliyopokewa na alimam Abi Daud Sajastani katika kitabu chake Sunani yake kutoka Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mjumbe wa Allah juu yake rahma na amani anasema iyakum walhasad, jiepusheni na kuwa na husda. Mtumi ametutaka tusiwe na husda, anasema iyakum walhasad, jiepusheni na kuwa na husda fa innal hasad yaakulu lhasanat, kwa sababu husda hukuliaga wewe mema yako, kama taakulu nar lhatab, kama vile moto unakulaga kuni. Mtume umetukataza husda, ambayo husda imetumia, imechukua nafasi kubwa katika jamii yetu leo, hasa Goma na hivi tuko katika hali ambayo usalama si mzuri. Watu tunahusudiana, watu tunawapendelea ndugu zetu kupata shida, watu hatufurahie ndugu zetu kupatika kupata neema. Hasa Mtume umetukataza Anasema iyakum walhasad, acheni husda. Iyakum walhasad, jiepusheni na husda. Inna lhasad hakika hiya husda, takulu lhasanat, inakukuliaga thawabu zako. Utafanya thawabu, utafanya vitendo vingi vyenye thawabu mashallah, lakini siku ya Kiama utajikuta hauna thawabu. Kiswa nini? Ulikuwa na husda katika ardhi. Wewe ndo hukutaka mtoto wa fulani kuolewa. Wewe ndo hukufurahi fulani kununua gari. Wewe ndo hukufurahi fulani kujenga nyumba. Wewe ndo hukufurahi fulani kupata kazi. Wewe ndo hukufurahi fulani kupata cheo. Wewe ndo hukufurahi tu fulani kuwa na fulani kama marafiki. Wewe ndo hukufurahi kumwona mtu uliyedhani ni wa chini kumuoa mtu uliyedhani ni wa juu, na ukatumia njia zote ndoa yawe ivunjike. Ukadhani utamuoa wewe, bahati mbaya, anaolewa na mwengine. Iyakum walhasad, jiepusheni na husda. Fa inna lhasad yakulu ya lhasanat, hakika ya hasad ama husda inakula thawabu zako, kama takulu nar lhatab, kama vile moto unakulaga kuni. Utabaki na majifu ya thawabu, unajikuta thawabu haswa huna. Kwa nini? Husda yako tu, roho yako tu na ndio utaona wale wenye kufanyaga hasad wana matatizo. Kuna watu afya yake hana shida, hana diabet, hana hipertension, hana hipotension, hana hiki hana hiki, lakini mwili wake wenye kufungamana tu, ye ndo kila siku afya yake si nzuri, yeye ndo kila siku ana matatizo. Ndio kwa nini roho yake inaugua, kwa sababu kama nilivyokuambiani mwanzo, alhasad min alamradi alqalbiya, hakika nini husda ni miongoni mwa magonjwa ya roho, si ya mwili. Hakuna daktari ataenga na kupima na kuambia hiyo, hakuna lakini wewe mwenyewe konsiansi yako nitemwe. Ulimhusudu fulani kwa sababu ameneameka jambo fulani, ulimhusudu fulani kwa sababu ameneameka jambo fulani, ulimhusudu fulani kwa sababu amepata shari fulani, kwa sababu husda iko kwenye shari, iko pia kwenye kheri kwenye kheri husda ni pale ambako wewe utachukia kheri iliyompata ndugu yako. Kwenye shari husda, kwenye shari husda iko pale ambako wewe utafurahia shari au baya iliyomkuta ndugu yako. Ndio husda mbili, hili unaweka husda kwa sababu fulani ameneameka ukachukia, kwa nini amepata hii na ukafurahia pale ambako amepewa mtihani ambao ukawa ni mzito kwake, umempata baya fulani, wewe ukafurahi. Lakini fahamu la haula wala quwata illa billah, hakuna mwenye nguvu, hakuna mwenye uwezo isipokuwa, vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Shari ni yake Allah, kheri yake Allah, wewe husda ya nini? Watu wengine itawasonga sana husda mpaka hulia Mtu anachukia neema ya ndugu yake, inamuudhi ndugu yake kupata neema, inamuudhi ndugu yake kupata kheri yoyote mpaka analia, inamshika mpaka analia. Subhanallah, we unatesekea nini kufaidika <todicum> kwa ndugu yako? Ndio Alimamu Hasan Albasari radiyallahu taala anhu anasema, ma raaitu dhaliman ashbaha bimadhlumin min hasidi nafasin daimin, anasema sijawahi kumwona dhalim ambaye yeye anafanana na yule mwenye kumdhulumu kama mtu mwenye kuwa na husda ya muda mrefu. Mtu yule mwenye husda ya muda mrefu, yeye ndo huonekanaka kuwa dhalimu mbaya sana, kwa sababu yeye anapendaga au anachukia neema ya ndugu yake au anapata anafurahia shari inayompata ndugu yake, na yeye anajiweka katika hali hiyo hiyo. Kwa sababu kule wewe kufungamanaka tu na roho, inanyongama, roho inauma, si wewe mwenyewe unajiweka kwenye shari? Sasa unamtakia ndugu yako awe kwenye shari, na wewe ukiwa unajiweka wewe mwenyewe kwenye shari, ndo anasema hajawahi kuona dhalimu ambaye anafananaka yule mdhulumiwa kama huyu mtu mwenye husda ya kukawa sana, kwa sababu pindipo inakukera ile kheri yake, wewe unaumia, wewe unamtakia yeye kuumia au yeye kupata shari, wakati wewe uko unapata shari pale pale. Kwa hiyo, Waislam tujitahidi kuachana na husda, tusipendeane mabaya, tusifurahie mabaya ya ndugu zetu, wala tusichukie pale wanapopata jambo la kheri Bali tufurahie pale wanapopata jambo la kheri, na tuombeane dua ya Mwenyezi Mungu kutuepusha na mambo mabaya, na sisi wenyewe Waislamu tusisahau kujiombea dua kusoma ile muawidhatain, zile qul audhu birabi lfalaqi mpaka mwisho na qul audhu birabi nasi mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu atukinge na watu wabaya, na miongoni mwa wabaya wetu ni wale mahasidun, wale ambao wanatutakia husda. Wale wanaotufanyia husda ni watu wabaya kwetu. Mwenyezi Mungu atukinge nao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.